Tukiachana na hayo ni kwamba viongozi na wakazi katika mpaka wa kaunti ya Pokot Magharibi na Turkana wanaadhimisha mwanzo mpya wa amani katika eneo ambalo awali lilikumbwa na ujangili na migongano ama migogoro ya mara kwa mara iliyosababisha vifo. Jamii ambazo hapo awali ziliishi kwa hofu sasa zinatoa wito wa umoja na amani ya kudumu huku zikifurahia manufaa ya utulivu na usalama. Ngoma za kitamaduni zenye mvuto mkubwa zilipamba sherehe ya kihistoria katika wadi ya Masol inayopakana na kaunti za Turkana na Pokot Magharibi. Wadi hiyo hapo awali ilikuwa uwanja wa mapigano ya wizi na mifugo kati ya jamii mbili katika eneo la North Rift. Uh, lakini leo utulivu umerejea. Samani tulikuwa tunaenda na wazee akituchunga, sahii tunaenda na wamama, sisi wamama peke yetu. Viongozi na wakazi wakiongozwa na mbunge wa Pokot Kusini David Kosing walijiunga katika sherehe hizo, na kama ishara ya maridhiano na umoja, fahali alichinjwa katika tambiko ya kitamaduni kuthibitisha dhamira yao ya kuishi kwa amani. Lutubole, lutubole. Wakazi hao wamesema kupatikana kwa amani hiyo tayari kumebadili maisha yao. Mimi ambaye Mheshimiwa Ruto ametupatia pesa tu county government kwa Krikaja, ambaye tuko na ofisi pale u tu, tufungue leo. Ambaye vijana tumeambia kuna pesa hapa, ukilete ng'ombe yako mbili ugusa, unapata pesa zingine, unafanya biashara. Na wamefurahia jinsi hii amepata amani kwa sababu ya nini? Kwa sababu wakati huu tunaenda <tutu> godi bila matatizo yoyote tuna tunatembea bila matatizo yoyote, tunakaa tukilala hata nje bila matatizo yoyote. Viongozi wamezitaja sherehe hizo kuwa zawadi ya mapema ya sikukuu ya Krismasi kwa wakazi wa maeneo hayo ya boda kwa wakazi wa maeneo hayo ya mpakani, huku wakitoa wito wa kudumishwa kwa mshikamano bila kauli za uchochezi. Eneo hilo sasa ni ishara ya matumaini, huku wakazi hao wakiahidi kulinda amani ambayo kwa muda mrefu imekuwa vigumu kupatikana <tikana>